Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, ndugu yangu Mwislamu, mawazo ama fikra ni kitu ambacho hakiepukiki kwa mwanadamu, aidha yawe mawazo mabaya ama yawe mawazo mazuri. Na inawezekana chanzo cha mawazo hayo kikawa kimetokana na harakati zako ulizozipitia ulizo ndani ya siku nzima. Yaweza kuwa ulikwazwa na jambo fulani, ama ulizozana na mtu kwa ajili ya kitu fulani, lakini mwisho wa mzozo wenu ikakusababishia wewe stress ama dhiki ndani ya nafsi yako na ikakupelekea wewe kuwa na ukosefu wa amani pamoja na mawazo mengi ndani ya kichwa chako. Sasa kitu ambacho natamani ni kuwaambie leo kwamba system ya maisha ya Uislamu haikuacha kitu katika huu ulimwengu, katika yote yale ambayo mwanadamu anapitia leo. Nitakufundisha maneno ambayo ukiyatamka mara saba yatakusaidia kuondoa dhiki, shida, stress, mawazo mbalimbali, depression ndani ya kichwa chako. Katika kitabu Sunan Abu Daud, hadithi iliyopokelewa na Abu Darda kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kwamba man qala, mwenye kusema

mawazo na kila aina ya kikwazo ndani ya kichwa chake. Kwa faida hii ndogo, usisahau kusubscribe channel yangu na ku turn on notification, ili uwe wa kwanza kupata habari, matukio na kila kitu ambacho nitakuwa na kiposti kupitia channel yangu hii. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa ila liqai.